Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa, leo tumekutana kwa mpenzi wake Mwenyezi Mungu katika vi vipindi ambavyo hususan vimetufanya tufahamu mawili matatu. Kwavyo leo tuko katika kile kipindi cha dua, nyiradi na adhkari mbalimbali kwa ufupisho, ambapo ndani yake huwa tunaangalia maneno ya Mwenyezi Mungu tukishaangalia maneno ya Mwenyezi Mungu tunapata faida nyingi mno tena kedekede kede. Na leo tutazungumzia hii sura inaitwa surati Zilizala, na ndani yake ina faida nyingi sana sana sana. Masha Allah, alhamdulillah. Ndugu zanguni, katika hii elimu ya tiba Asili ya hii elimu ya tiba ina choyo. Umeona, asili ya hii elimu ya tiba, na haya maneno alinifundisha na kunifahamisha mwalimu wangu almarhum marhum mzee Alhadi Omar, ambaye ni baba yake Shekh Walidi Alhadi, ambaye Shekh Walidi Alhadi kwa sasa ndio shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Alinifahamisha na kunijuza ya kwamba asili ya hii elimu ya tiba ina choyo bimaana huwa haitaki elimu nyingine ije juu yake, na hata yeye wanafunzi walikuwa wakienda kusoma kwake, wengi walikuwa wanataka wafundishe elimu ya tiba, lakini alikuwa anamwambia, kwanza someni dini, mkishasoma dini ndio mtasomeshwa hayo mnayoyahitaji ninyi. Akaniambia asili ya elimu ya tiba ina choyo, na pia akipata mtu mchoyo, hapo ni kujumlisha, unachukua hii elimu ya tiba ambayo ni asili yake ni uchoyo Chukua na huyu mtu mchoyo jumlishe, unapata ubahili. Umeona? Sasa baadhi ya watu inakuja kuonekana kabisa live na wazi, watabibu wengi wamekufa na fani zao hizi za tiba. Takupeni mfano mmoja, kuna mtu alikuja mwezi wa Ramadhani huo uliopita wa mwaka jana, akaomba nimfundishe alivyoomba nimfundishe nikaa, nimemfundisha mti mkuu, namna unavyotibia matatizo mbalimbali. Pia nikamwelekeza na nikumfahamisha huu mti mkuu unapatikana sehemu mbili, Tanzania mkoa wa Kigoma pamoja na Pemba peke yake. Hasa cha ajabu, ndio nakuja kuunganishia yale maneno ya mwalimu wangu alionifahamisha kwamba asili ili ya iyi elimu ya tiba ina choyo mona yule mtu akabadilisha maneno akaanza kuwadanganya watu kwamba amefundishwa na mzee Malagarasi. Pia akawadanganya watu zaidi kwamba mti mkuu unapatikana Iringa. Mti mkuu sio mlingoti wala sio mkaratusi ambao upatikane Iringa. Mti mkuu ni mti mkuu, unapatikana Kigoma na Pemba peke yake. Nakutahadharisheni na nakukutana baisheni kuwa mtu huyo ni muongo. Kwa hiyo epukaneni naye, sawa ni muongo, kwa usije kujikuta umetapeliwa na mtu muongo wa namna hiyo, ambaye anahamisha haki ya uwalimu kwa mtu aliye hai anaipeleka kwa maiti, kwa ni mtihani mkubwa sana. Tuondokane huko, turudi darasani kwetu, ambapo tuna tunaangalia mawili matatu yaliyoko katika kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu, na leo tunaangalia surati zilizala hii. Surati zilizala ina faida nyingi sana. Ndugu zanguni, hii surati zilizala ina faida nyingi sana tena mno. Miongoni mwa faida za hii surati zilizala, kwanza, inaangamiza na kuteketeza hasadi, inaangamiza na kuteketeza sihiri, inaangamiza na kuteketeza majini na mashaitani, inaangamiza na kuteketeza wachawi, pia inaangamiza na kuteketeza wanga. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako. Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho. Mikosi na gundu, ni ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao, inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya ngaka imetayarishwa na Dokta Bihizi, anapatikana WhatsApp namba jumlisha 255715524946 ama jumlisha 255 787524946 Huyu ni Dr. Bihizi mtaalamu wa ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Tunapatikana Magomeni Mikumi, jijini Dar es Salaam, mtaa wa Mikumi, mkabala na mtaa wa Chekanao A, karibu na yadi ya IRM. Nyote mnakaribishwa na leo nakuelekeza namna ya kuwashikisha adabu, wawe majini wawe wanga wawe wachawi, hiyo mizimu hivyo vikolokolo. Vitakavyokuwa unachokifanya chukua punje za chumvi ya mawe sabini na mbili. Ukishachukua punje sabini na mbili za chumvi ya mawe uta, baada ya swala alfajiri, kabla ya jua kuchomoza, soma surati zilizala. Unachukua punje moja, unasoma surati zilizala unaweka hapo, unachukua punje nyingine utusoma surati hizi za paka zile 72 zile punje 72, zote na kwa zisomea surati zilizala. Halafu baada ya hapo, chukua zile chumvi ya mawe kazi tie katika moto, moto ambao unawaka vizuri. Kwa manuizi, kama kuna adui anakufuatilia kwa ubaya, kama kuna jini anakusumbua, kama kuna mwanga anakusumbua, kama kuna mchawi anakusumbua, kuna kikolokolo cha aina yoyote kinachokunyima raha katika maisha yako Soma hivyo tia kwenye moto, fululiza kwa kila wiki, fanya mara mbili, umeona kama tunaweza, mara tatu itakuwa aula. Kwa hiyo hili zoezi lifanye kwa, ili kwa muda wa wiki tatu sawasawa na siku tisa. Umeona, kama utafanya siku tatu, tatu kwa kila wiki ni sawasawa na siku tisa. Kwa hiyo wiki hii siku tatu, wiki inayofuata siku tatu, wiki inayofuata siku tatu, tutaleta mrejesho ni bomu la hatari mno. Hawa ambao wanaokufatilia kwa ubaya wao, binadamu wao, wanga wao, wachawi wao, mashetani wao, mahasidi vyovyote watakavyokuwa, mjarabu ni surati zilizala mona, namba yake ni namba tisini na tisa. Ni sura ya tisini na tisa kwa soma hiyo mara sabini na mbili. Ni hatari, ndugu yangu, hili ni bomu tena bomu lenyewe kubwa zaidi ya yale mabomu unayoyajua wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, nimependa nikufahamisheni hilo, kwa sababu ulimwengu tulionao umebadilika, umekuwa ulimwengu wa watu waovu. Umeona? Ukimpata mwema ni mmoja kwa elfu moja. Sasa mahasidi wamekuwa wengi, na mahasidi huwa wanaangalia wakushikisha adabu, ili wewe uendelee kutabika, wao wafurahi hali kadhalika wanga ndo hivyo, hali kadhalika wachawi ndo hivyo, hali kadhalika wezi ndo hivyo. Yaani mwanga na mchawi yeye anaomba kwa Mwenyezi Mungu siweze kufanikiwa. Sawa, hali ya kuwa mwizi yeye anaomba uweze kufanikiwa, wote ni njia moja. Sasa namna kuashikisha adabu swati zizala na chumvia mawe punje sabini na mbili kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Utaona maajabu yake ndugu zanguni, ni kuwageni kwa kufikia hapa, tutaonana pia katika vipindi vijavyo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Wabillahi taufiqi wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.